Hello hello my people. E, mwanaume mmoja aweza tu kuzikwa na pikipiki yake, ambapo watu waliweza tu kufuata masharti ambayo walikuwa amewaakiza e, ya kwamba siku moja akiweza kufa basi akaweze kuzikwa na ndudhi yake ambayo ni pikipiki kwa lugha ya Kiswahili. Lakini hii imewashangaza wengi, lakini unavyotazama mtazamaji, ni kuwa huyu mwanaume aliweza kuzikwa na pikipiki yake na wengi waliweza kushangaa, lakini utafanya ajali, wasema mufu lazima ukalifuate na kulitenda. Mwanaume huyu watu wengi walishuhudia, watu wengi bado wanataka washuhudie, lakini kwa muda tu nikaweza kuhakikisha ya kwamba anakuletea matokeo haya, then ukaweze kuyaona ni kama na uweze kutoa ujumbe wako, uweze kuniambia tu, wewe ukifa utaweza tamani uzikwe na nini unayoenzi sana. Maanake huyo alikuwa mwana mwanabodaboda hivyo basi, akasema bodaboda yangu mimi nikifariki eh, hey, munizike nayo. Na sijui kama sasa hiyo pikipiki itaweza kuwa ikae pale kaburini ama wenye kuitoa watangangania tu. Tena watakapomaliza mazishi, basi wenye kuitoa wataanza mipango na ya kuifufua pikipiki na wamuache mfu, hatutaweza kujua, lakini iwapo itatokea, basi nitaweza kuhakikishia kwamba mnaweza kuona na kuweza kutambua ya kwamba hiyo pikipiki pia ilifufuliwa. E, na siku moja hapo ataweza kwenda mbinguni. Swali langu ni je, hiyo pikipiki pia atapanda nayo angani aende mbinguni ama kulikoni? lakini